Kutupata katika mitandao ya kijamii yani Instagram na YouTube at UoI Digital. Baadhi ya wakunga na wauguzi nchini Tanzania wamehudhuria katika kongamano la kisayansi lililofunguliwa siku ya leo katika chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Kongamano hilo litafanyika kwa siku nne ambapo inatarajiwa kutamatika tarehe 12 mwezi wa tano mwaka huu katika maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani. Mwanahabari wetu Angela Msele anaongea na taarifa hii Akisoma risala ya wauguzi ya mwaka ishirini ishiina nne ishirini ishiina tano, katibu wa wauguzi na wakunga taifa Pasco Alex amewasilisha changamoto wanazokumbana nazo wauguzi nchini ikiwa ni pamoja na malimbikizi ya mishahara wauguzi kuto kupandishwa madaraja pamoja na kianzio cha mishahara ya wauguzi na wakunga. Ndugu mgeni rasmi, kumekuwa na tatizo la muda mrefu la muundo wa utumishi wa maendeleo ya kada ya wauguzi na ukunga wa mwaka elfu mbili na tisa ambao unatumika hadi sasa Muundo huu una changamoto nyingi ikiwemo kutotambua kada ya uguzi na ukunga wenye shahada ya juu na kada ya uguzi na ukunga wenye shahada za uzamili, yaani wauguzi bingwa. Pia kianzio cha mshahara kwa uguzi wenye shahada ya kwanza ukilinganisha na muda wao wa masomo, sifa za kuingilia kwenye mafunzo ya uguzi na majukumu ya kazi. Mwaka elfu mbili na kumi na nne wizara ya afya kwa kushirikiana na wizara yako, baraza la uguzi na upunga na vyama vya kitaaluma ilipitia muundo huu na kurekebisha changamoto zilizokuwepo na kuwasilishwa idara ya utawala na rasilimali ya wizara ya afya. Pamoja na majibu mazuri yenye matumaini ambayo tumekuwa tukipewa mara kwa mara tunapowasilisha kero hii, hadi leo hatujapata ufumbuzi wa changamoto hii. Naye mgeni wa heshima naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Deus Clement Sangu ametoa majibu ya changamoto za wauguzi na kuwapa matumaini mapya katika suala la mishahara, ajira mpya, pamoja na kupandishwa madaraja mbalimbali. Ho oh, serikali tunaelewa na kutambua mnaposema kwamba muundo ulikuwa ni kandamizi na unawaumiza. Tunaona maumivu mnawapata kwenye kada ya wa. na ndio maana hili jambo tumelichukua kwa uzito mkubwa, kwa kushirikiana na viongozi wetu hao. Watano wamefanya kazi kubwa sana, tuwapigie makofi. Hawajakauka kuja ofisi ya Rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora kufuatilia jambo hili na wamelisisitiza na kwa namna ya pekee sana, na baadaye serikali tukafika hatua tukasema kwamba hili jambo pamoja kwamba mna mambo yenu ya professionalism Lazima tuwatende haki hii. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba amewapongeza wauguzi na wakunga waliojitokeza kushiriki katika kongamano hilo, huku akiwaomba kuendelea kufanya kazi kwa moyo bila kuchoka, ili waweze kutimiza adhima njema ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kujenga hospitali na vituo vya afya na kuendelea kupambania afya za Watanzania. Kwanza ni washukuru sana kwa kuamua kuja kufanya mkutano wenu wa mwaka mkoani Iringa. Karibuni sana, na ni washukuru viongozi wa tana kwa kufanya uamuzi huu. Asanteni sana. Pili, wauguzi ni watu muhimu sana wanasema yeye ndio uti wa mgongo wa afya kwa wananchi. Mtakubaliana nami kabisa kwamba wakati Tanzania tumepata uhuru tulitangaza maadui watatu: ujinga maradhi na umaskini. Kwa awamu zote toka tumepata uhuru, kila kiongozi tuliyempata alipambana na hao maadui zetu watatu. Lakini awamu ya hii ya, ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan nadhani juhudi za kupambana ameziongeza sana. Mtazamaji wa UI Digital, hawa unawaona nyuma yangu ni, ni baadhi ya wafunga na wauguzi waliohudhuria katika ufunguzi wa kongamano hili la 54 linalofanyika hapa mkoani Iringa. Ripoti kutoka viwanja vya chuo kikuu kishiriki cha elimu cha Mkwawa, mimi ni Angel Mzele wa UI Digital. Wauguzi wa afya akili kutoka hospitali ya taifa ya afya akili nchini Tanzania Mirembe wametoa elimu katika chuo kikuu cha Iringa kuhusu ugonjwa wa afya ya akili na kueleza maana, dalili, changamoto tofauti na nani anaweza kupata msaada wa changamoto hiyo. Mwanahabari wetu Angelina Mbunda anaundani wa taarifa hii. Akizungumza na UoI Digital, Paul Lewayo ameelezea sababu na malengo thabiti ya kufanya uzinduzi huo kama vile kuokoa watu wenye ugonjwa wa afya ya akili. Kampeni hii kwa naana nyingine ni, ni afua ya kijamii ambayo ina, inaweka, inaweka uwezekano au inapunguza uwezekano wa, wa kuzuia watu wasiumwe. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Naye mwanafunzi na, na, na mdau wa saikolojia amesema kuwa amejifunza mengi hasa katika imani kutokana na kile mtu anachoamini ikiwa ni pamoja na kuweka afya ya akili kama kipaumbele katika jamii. Unachokiamini ndio kile ambacho kinakufanya utamaduni gani, kama wewe mnaamini ama la. Na muuguzi wa afya ya akili kitengo cha saikolojia kutoka hospitali ya Milembe amesema kuwa vyovyote unavyokuwa sasa ni matokeo ya miaka yako ya utotoni. Mtoto anapokuwa amezaliwa, akili yake inakuwa nyeupe, plain kama karatasi. Sasa inategemea kwenye hiyo plain paper au hiyo karatasi nini kinaandikwa, nani anaandika kwenye hiyo karatasi? Wazazi wanaandika nini kwenye hiyo karatasi waalimu wanaandika nini kwenye hiyo karatasi? Marafiki au wanajamii wanaandika nini kwenye hiyo karatasi? Na chochote ambacho kinachoandikwa kwenye hiyo karatasi kinabakia. Aa, ninaposema karatasi nimefananisha karatasi na akili ya mtu. Ndio hicho ninachomaanisha. Na uh, watu kama kuna Sigmund Freud au Erik Erikson wanasema kwamba Installation time kwa mtoto kuanzia anapokuwa amezaliwa ni kama kuanzia uh, umri kuanzia sifuri mpaka miaka mitano. Wengine wanasema kuanzia uh, umri anapozaliwa mpaka miaka miaka saba. Wengine wanasema mpaka miaka kumi. Hicho ndio kipindi ambacho mtu anatengenezwa, kwamba wewe ambaye nakuona hapa sasa hivi au tunavoonana hivi, wewe ni matokeo ya hiyo miaka hiyo ambayo nimeisema ambayo tumeasili kutokana na uzinduzi <tnak papu> wa afya ya akili katika chuo kikuu cha Iringa. Ni ripoti kutoka viunga vya sayansi na mimi ni Angelina Vonda. Kuelekea maadhimisho ya siku ya kina mama duniani, baadhi ya kina mama mkoani Iringa wametoa maoni kuelekea maadhimisho ya siku hiyo. Mwanahabari wetu Olipa Jeremia anaungana taarifa hii. Mchungaji wa kanisa la KKT Chuo Kikuu cha Iringa Ailini ni Msalilo amesema siku ya kina mama ni siku muhimu sana, kwani ni katika kumwenzi mwanamke na kumpongeza kwa zoezi kubwa alilolifanya la uzazi, yaani kumleta mtu duniani. Ni katika kumthamini, ni katika kumpongeza kwa zoezi kubwa alilolifanya la kuleta watu duniani, yani la uzazi. kwa hatuna namna tofauti ya kusherekea tofauti na jamii kwa hata kina mama wa kanisani, na sisi ni wazazi kama kina mama wa jamii. Kwa sherehe zetu tunazisherekea kama vile ambavyo wanajamii wanafanya, na sisi ndivyo tunavyofanya, kwa sababu na sisi ni kina mama tuko kanisani, lakini hatuna tofauti na hawa wamama wa kwenye jamii. Tunaungana pamoja kufanya sherehe zetu, na hata wanaotupongeza kina mama walioko kanisani na walioko kwenye jamii wote kwa pamoja wanatupongeza kina mama wote. Kwa hiyo hawasemi ni kina mama wa Kristo au kina mama nje ya kanisa no, wanapongeza kina mama wote duniani. Kwa hiyo hatuna tofauti namna ya kupongeza kina mama wa kanisa na kina mama walioko huko. Nao baadhi ya wamama kutoka Chuo Kikuu cha Iringa wameelezea namna walivyojiandaa kuipokea siku hiyo na kueleza baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo. Changamoto ninazopitia ni nyingi. Cha kwanza ni malezi sababu mama anachukua hatua kubwa sana katika kulea watoto. Lakini pia mama anaonekana kuna muda mama anaonekana ni dhaifu kulingana na yale anayoyapitia. Lakini changamoto ni nyingi ambazo unakuta sangina hata support ya baba ni ndogo. Kwa unakuta mama katika malezi ya mtoto yeye ndo anakuwa na majukumu mengi sana. Kwa hiyo kila kitu mama ndo anakuwa anabeba jukumu lote, hata la baba mama anaweza anabeba. Ah, siku ya kina mama nimejipanga, yaani nivyo tu. Unajua ni siku ya kina mama, siipangakivyovyote hivi ni nina mtoto, nimezalishwa na mwanaume ameniacha. Kwa hiyo, yaani inakuwa ni ile ngumu, ako atunzi mtoto wake, inakuwa ni ile ngumu kulea mtoto, nipo mwenyewe, kazi ndiyo zenyewe kama hivi. Tumeona maoni mbalimbali kutoka kwa kina mama wakielezea siku ya wamama duniani. Nikiripoti kutoka maeneo ya chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Oripa Jeremia wa UoI. Taarifa yake Oripa Jeremia, natukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko kwa mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Angelina Bunda. Wajasiriamali wadogo wadogo chuo kikuu cha Iringa wameeleza faida na hasara wanazozipata wakiwa wanafanya biashara ya usambazaji wa chakula ndani ya chuo na nje ya chuo. Akizungumza mjasiriamali wa Kef, Florence Binama amesema kuwa kuna faida nyingi ambazo wanazipata kupitia biashara ya usambazaji wa chakula kama vile kupata wateja wengi katika biashara hiyo.

Pia ameeleza changamoto wanazozipata kama vile mtu au mteja kuagiza chakula wakati hana fedha ya kulipia, pia,

Naye Malisalin, mfanyabiashara <mukumatimua> wa biashara <wateja> hiyo ameeleza faida wanazozipata katika biashara hiyo kama vile kuongezeka kwa wateja. Pia ameelezea changamoto anazopitia kipindi cha mvua, ni ngumu kusambaza chakula kwa wateja.

na changamoto ambazo wamesema wauzaji na wanunuaji hapa. ke ilipoti kutoka viwanja vya kefu. mimi ni Angelina Bunda, kwa hiyo UoI. Asante Angelina Mbunda kwa habari hizo za biashara na uchumi. Na sasa ni wasawa wa anga la kimataifa, na tutakuwa naye Mohamed Kiswiri. Viongozi mpya wa kanisa Katoliki Leo kumi na nne amezidi kupokea risala za pongezi toka duniani kote, baada ya kuchaguliwa kuwa mrithi wa Papa Francis katika uchaguzi wa mapapa uliofanyika siku chache zilizopita. Idadi kubwa ya watu nchini Vatican ambayo wengi wao ni waumini wa kanisa Katoliki wana imani na papa mpya kuwa atachangia kwa asilimia kubwa katika upatikanaji wa amani katika eneo la mashariki mwa Kongo ambako kumekuwa na mchafuko wa amani na ukosefu wa usalama kabisa. Jeshi la ulinzi la nchini Pakistan limedaiwa kufanya mashambulio kadhaa kwa kutumia droni na risasi nyingine katika maeneo mbalimbali ya mpaka wa magharibi mwa India usiku wa Alhamisi mpaka alfajili ya siku ya Ijumaa. Jeshi la India ambalo limetoa madai hayo limedai kuwa tangu Jumatano nchi yao ya India imekuwa ikilenga maeneo ndani ya Pakistan yanayodaiwa kuwa na kambi za magaidi. Jeshi hilo la India imefanya hivyo ikiwa ni hatua ya kujibu mashambulio la hivi karibuni dhidi ya watalii wa Kihindi ililotokea katika eneo la Kashmir ambalo liko katika utawala wa India. Mtazamaji, hii ni taarifa habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate utoa mafupi tukirejea ni habari za michezo na burudani, na Monica. Nikusihi endelea kubaki nasi. wa chuo kikuu cha Iringa chini ya idara ya michezo umeteua wachezaji wapya watakao wakilisha chuo hicho katika mchezo wa mpira wa miguu utakao fanyika ndani na nje ya chuo. Pia akizungumza kocha wa timu hiyo Kaunta Mgaya amesema kuwa timu teule ina jumla ya wachezaji thelathini ambao wametokea kozi tofauti ambapo timu hiyo itakuwa timu yenye ushindani mkubwa kwa kukitangaza chuo. Aa, ni kweli juzi, uh, tulitangaza kikosi cha wachezaji thelathini Uh, ambao watakuwa sehemu ya timu ya chuo kikuu cha Iringa kwa mwaka 2025 na, na tunatarajia pengine kufikia mwakani hadi tunafikia ndafakati hiyo ndo timu ambayo itadumu na huwa tunafanya hivyo kila mwaka kwa sababu wakati mwingine tunakuwa na wachezaji wa mwaka wa tatu ambao wengi wao wanamaliza katika mwaka husika, kwa hiyo mwaka unaofuatia inatakiwa e, zile nafasi zao waweke wachezaji wapya. Lakini pia kuna wachezaji wengine unakuta wanamaliza diploma tu nao wengine waendelee na degree, basi itabidi utafute wachezaji wengine wapya. Kwa upande wake mchezaji mteule wa timu hiyo Adam Kayombo ameshukuru sana kwa kuchaguliwa, pia amesema kuwa timu ina wachezaji wazuri na wenye kipaji cha hali ya juu, hivyo basi chuo kitegemee matokeo mazuri kupitia wao. <tipa> Alianza mashindano ya tofauti, mashindano ambayo yalikuwa yanajumuisha vitivo mbalimbali, yalikuwa na wachezaji wengi sana wenye talent kubwa, wachezaji wengi sana wenye uwezo tofauti. Ila kwangu mimi kwa bahati, miongoni mwa wachezaji ambao naondoka kosi, kosi cha chuo. Kwangu hii kwamba ni, ni faraja pia ni changamoto sababu kwenye kosi cha 30, ni ni kosi cha watu wengi sana, inatakiwa mimi nifanye, nipigania kwenye kwenye, kwenye kosi cha watu 11 kwa sababu watu ni wengi, ushindani ni mwingi na watu wengi wana vipaji, kwa hiyo nabidi nifanye kitu kitu tofauti kwenye nafasi ya watu 11 na nimeona kikosi cha chuo ni kikosi ambacho cha cha ushindani, kikosi ambacho natumaini kama mwalimu atakuwa na chemistry nzuri, basi miongoni mwa timu ambayo itafanya vizuri sana na itawakilisha chuo kizuri cha Iringa University. Pia shabiki wa timu Ibrahim Sekei amesema kuwa ana imani sana na timu yake na anaomba wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kutoa ushirikiano kwa wachezaji. Kwa upande wangu, nina imani kwanza na timu, lakini vivyo hivyo nilikuwa na maoni, yani maoni yangu atimu hii ya chuo ni timu nzuri, lakini tuko tunaomba wana wadau wa soka wanaweza kusapoti hii soka ikusudi timu yetu ya shule, yani timu ya chuo inani, yani iendeshe wen kila mtu mtu anataka kujana. Na hayo ndio maoni yaliyotolewa na kocha pamoja na wachezaji waliochaguliwa kujiunga na timu ya chuo. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Iringa ni mimi Monica Agley, UoI Digital. Mtazamaji, kabla ya kutimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia mseme wetu leo kutoka kwa Karimu Yasi. Aa, uh, karibu mtazamaji wa kipengele cha msamiati. Aa, uh, leo niko na dada hapa, na kujitambulisha, naitwa nani na tutaweza kupiga naye story moja ya mbili tatu. Dada habari, unaitwa nani? Fatuma. Fatuma, hasa kuna neno moja ambayo unapenda nalisikiaga mtaani, unasema muya muya. Sasa watu wa nyumbani tuta muya muya, wewe ushakusikia neno muya? mimi sijisikia kusikia neno muya kabisa. Okay. Okay. Uh, lakini pia kufuna mtu akiwa anapika tutoe mfano mtu akiwa anapika akifuna, usha kupika maharage, sema maharage, ukatoa mfuniko, huwa kuna mvuke ule unatoka, umeona? Unahisi ile hali ya, ya kile kitendo cha mvuke kutoka juu ya sufuria tunaitaje kwa ujumla? Yaani mvuke kutoka... kile kitendo kile naitwa na Karim. Karim. Kuna msamiati au neno mm-hmm. Muye, neno muye. Je, wewe ulishawahi kulisikia hilo neno muye au unalifahamu? Au uo <coughs> ni msamiati mpya kwangu, si ufahamu kwa kweli. Naam, tumeweza kuwatazama wanafunzi wa kituo cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini juu ya msamiati Muye. Lakini tumeweza kuona Wengi wao wameshindwa kuelewa kabisa maana halisi ya msamiati huu. Maana halisi ya, msami, ya, ya msamiati muye ni ukungu unaotokana na joto la maji. Ah, na mimi naomba nikuache na sentesi inayosema kwamba nilipokua malage yangu niliuona muye. Langu jina ni Karimu Yasin, bwana msamiati, yasimu, bwana msamiati waidijito tuwabalike kidigitali. Nami nakuacha na sentesi semayo moyo mzito ulifunika shamba la mzee Kokoro. Na, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati huo, mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane tena panapo majaliwa siku ya Jumatatu. Ulikuwa nami Telesia Chalamila, na nikutakia mapumziko mema ya mwisho wa wiki. Asante na kwa heri.